Ningependa kusoma maneno yaliyo katika kitabu cha Zaburi, Zaburi ya ishirini na mstari wa tisa. Samahani, Zaburi ya ishirini na mstari wa tisa, nane. Samahani. Wao wanainama na kuanguka, bali sisi tunainuka na kusimama. Bwana, umwokoe mfalme wako, utuitikie siku tukuita. Leo nataka nisome Zaburi hii kwa hii dunia mambo mengi tunakutana naye. Kuna mambo mengi yanaweza fanya mtu kuanguka, lakini ukiwa na Bwana tutainuka na kusimama. Majaribu yanafanyanga watu waanguke hata kusumbuka kwa mawazo, lakini tukiwa na Mungu tunasimama na kuendelea. Tukiwa na Mungu, kitu cha kwanza tunapata ni wokovu, kitu cha pili tunapata ni msamaha wa dhambi, kitu cha tatu, ukiwa na Mungu anakufungulia njia hata mambo yakiwa mengi. Mambo mengi yanaweza kukuzunguka, lakini hautaanguka ukiwa na Bwana. Yeye atakufungulia njia hata pahali ambapo hakuna njia na ukiwa na Bwana yeye atakutana na mahitaji yako. Mama, siku zote usikubali kuanguka, kubali kusimama na kuendelea. Ukiwa na Bwana, akupe msamaha, akupe nguvu, akupe wokovu na akufungulie njia. Hii Zaburi iliyoandikwa na Daudi kama mfalme, na akajua ya kwamba yeye akiwa mfalme ni Bwana, ukimuita ita Bwana kwa kila jambo, atakuitikia akupe amani, akufungulie njia na akubariki. Asante sana kwa kutukaribisha mm. Mungu wa amani.